Naam bwana, moja kati ya vitu ambavyo ni very inspirational na kuonyesha kwamba kweli Mungu anaweza akambadilisha e, kiumbe wake muda wowote ni hili swala la kijana ambaye anafahamika kwa jina la Gray. E, nadhani Gray bwana, kila mtu alikuwa anafahamu na alikuwa anamuona kabisa alivyokuwa na mashauzi huko mitandaoni na kila mtu alikuwa anajua kabisa kwamba Gray bwana alikuwa ni mtu wa upinde, lakini baadaye tukaona kwamba Gray akaamua kuokoka akaamua ku kukaza kama mwanaume, umeona bwana, kutoka kwenye yale ile mitikasi na michongo ya upinde, tukamwona Agrey akiwa gentleman. Sasa kutokana na hilo basi, ni kwamba huku watu wengi sana walidhania kwamba okay, labda anafanya hivi kwa muda atarudi lakini kadri ya siku inavyozidi kwenda ndivyo mambo yanavyozidi kuwa mazuri kwa upande wa Agrey, anazidi kuwa gentleman, anazidi kukaza, anazidi kuonekana akiwa yuko katika njia sahihi, yani amenyoka na hata amekuwa akihudhuria sana ibada kanisani, umeona bwana, kwa hiyo yale mambo ya kukata miuno, mambo ya, eh, mambo ya kuchamba chamba na nini huko mitandaoni Agrey aliamua ayaache. Sasa kuna picha ambazo Agrey amezipiga hivi karibuni, eh, amepiga suti nini amependeza sana kama kijana wa kawaida kabisa wa kiume. Eh, ni kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimewafanya watu wengi sana waguswe na mabadiliko hayo ya Agrey ambayo anazidi kuwa positive kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Na moja kati ya watu ambao wamefurahishwa na hilo jambo kumuona Agrey amerudi kwenye chama ni Harmonize. Harmonize kupitia ukurasa yake wa Instagram ameposti picha ya Agrey na akaandika kwamba Mungu ana nguvu sana. Alafu akaandika hapo chini proud of you yani, kwamba anajivunia mabadiliko ya Agrey eh, kutoka kwenye mambo ya upinde, mambo ya vidole juu, mpaka kuja kuwa gentleman. So ni kitu ambacho Harmonize amevutiwa nacho na amependezwa nacho, na amempongeza ame Agrey kwa maamuzi ambayo ameyafanya na kustik kwenye maamuzi hayo bila kuyumba, na watu wengi sana wamevutiwa na hilo.